Baba katika jina la Yesu Kristo Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza. Ninakuja asubuhi ya leo Bwana kwa moyo wa shukrani, e Bwana. Ninakushukuru Mungu wangu na baba yangu kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema kwangu Yesu. Asante Bwana kwa ulinzi wa usiku mzima. Ninakushukuru Bwana kwa kuwa pamoja nami. Ninasema asante Yesu kwa kuwa upande wangu. Ninakushukuru Mfalme wa falme kwa jinsi ambavyo umenionekania kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema kwangu Yesu. Asante Bwana kwa kuwa pamoja nami. Ninakushukuru Yesu kwa ajili ya malaika ambaye alikuwa zamu kulinda maisha yangu, kulinda familia yangu, kunitunza Bwana na kuhakikisha ulinzi ulio salama kwenye maisha yangu. Ninakushukuru wewe uketie mbinguni mahali pa juu palipo inuka. Asante Bwana kwa wakati huu. Asante Yesu kwa ajili ya siku ya leo. Ninakushukuru Bwana kwa asubuhi nzuri Yesu. Ninakushukuru Bwana kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema kwangu. Ninakushukuru Jehova kwa kunipigania na kunisaidia. Asante Bwana kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema kwangu. e Bwana, ni wewe tu umenitunza na kunilinda. Mikononi mwako Bwana umenitunza Uj acha adui Bwana akaingilia maisha yangu, hujaacha uharibifu wowote wa Bwana ukanipata. Umekuwa pamoja nami Yesu, ninakushukuru Bwana, ninasema asante kwa damu yako takatifu ambayo imenitunza na kunilinda. E Bwana, ninakushukuru kwa zawadi ya Roho Mtakatifu ambayo inaniongoza na kunisaidia. Ninakushukuru Bwana, pokea sifa na heshima uweza na nguvu vina wewe bwana mamlaka yote vina wewe bwana ninakushukuru bwana asante kwa neema hii ya uhai e bwana asante kwa neema hii bwana asante kwa pumzi hii bwana asante mfalme wafalme kuna waliolala lakini hawakuamka mimi umenipa neema ya kipekee bwana umenipa bwana upendeleo huu e eh yesu najua ni kwa huruma zako na rehema zako bwana najua ni wewe Bwana uliyekuwa pamoja nami Yesu, ninakushukuru Bwana, ninakushukuru Kristo, nakushukuru nina, asante kwa kuwa pamoja nami, asante kwa kunitunza na kunilinda, asante kwa kulinda afya yangu Bwana, kwa kunitunza na kuniongoza. Ninakushukuru Bwana kwa kulinda utumishi huu. Ninakushukuru Bwana kwa kuwatunza watoto wangu. Ninakushukuru Bwana kwa kumlinda mume wangu. Ninakushukuru Bwana kwa kuwalinda watoto wetu. Ninakushukuru Bwana kwa kutunza familia hii Bwana, ninakushukuru Yesu. Asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa huruma zako. Asante kwa upendeleo wako, Bwana. Ninakushukuru Yesu. Pokea sifa na heshima Bwana, pokea sifa na nguvu Yesu. Unastahili Bwana asubuhi ya leo kuabudiwa, unastahili kupewa sifa Bwana, unastahili nguvu na mamlaka, unastahili uweza Bwana, kwa kuwa wewe umekuwa pamoja nami ninakushukuru Bwana, kwa kuwa upande wangu ninakushukuru Yesu kwa kunilinda. Asante Bwana, asante Yesu. Pokea sifa na heshima Bwana, pokea sifa na nguvu Yesu, pokea Bwana heshima na uweza. vina wewe tu Bwana, ni wewe tu Yesu, unastahili kushukuriwa. Ni wewe tu Bwana unastahili. Sina baba mwingine ila wewe, sina Mungu mwingine ila wewe, sina Kristo mwingine wa kunisaidia isipokuwa wewe Bwana. Uketie mahali pasili sana, uketie mahali pa juu sana, wewe ambaye ni kimbilio langu, wewe ambaye ni ngome yangu, ninakushukuru Bwana kwa kunifunika na damu yako takatifu. Asante Bwana kwa kuwa wewe umekuwa pamoja nami, umenihifadhi Bwana umenitunza Yesu mkononi mwako nimekuwa salama. Asante Jehova, kwa maana ni neno jema kukushukuru wewe Bwana, na kulimbia jina lako ewe uliye juu. Yesu, ninakushukuru Bwana, ninakushukuru Yesu, ninakushukuru Bwana, ninakushukuru Mfalme. Pokea sifa na heshima Bwana, pokea sifa na nguvu Yesu. Uweza Bwana, vina wewe mamlaka yana wewe Bwana, na kila kitu kina wewe Yesu. Ninakuabudu asubuhi ya leo Bwana, ninakuabudu wewe ambaye ni kimbilio langu, ninakuabudu wewe ambaye ni mwokozi wa maisha yangu. Pokea sifa hizi Bwana, pokea uweza huu Bwana, pokea mamlaka haya Bwana. Ni wewe tu uliyekuwa pamoja nami. Ninakuja mbele zako Bwana asubuhi ya leo kuomba rehema zako Bwana, mahali popote nilipoenda kinyume na mapenzi yako kwa kujua ma kwa kutokujua kwa mawazo yangu Bwana, kwa fikra zangu, kwa kusikia, kwa kutazama Bwana, kwa kuwaza namna yote Bwana, niliyoweza kuenenda kinyume na mapenzi yako, ninazitangaza rehema zako asubuhi ya leo, ninatangaza rehema zako asubuhi ya leo. Ni rehemu Bwana, nitakase Yesu, nisafishe Bwana, mahali popote ambapo nimekosa Yesu, kwa makusudi ama kwa kutokukusudia Yesu, ni rehema Bwana, ni rehema Yesu. Kwa damu yako takatifu na kwa jina la Yesu Kristo, ninaomba rehema Bwana, juu ya siku hii ya leo. Ninaomba rehema Bwana, juu ya familia yangu. Ninaomba rehema Bwana, juu ya watoto wangu. Ninaomba rehema Bwana, juu ya kazi yangu ninaomba rehema Bwana juu ya masomo yangu ninaomba rehema Bwana, hata kwenye familia hii Yesu ninaomba rehema Bwana kwenye maisha yangu ninaomba rehema Bwana zikatangulie mbele yangu asubuhi ya leo Bwana ninazitangaza rehema zako, ninazitangaza rehema zako, ninazitangaza rehema zako kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo, ninakutanguliza wewe Bwana, ninakutanguliza wewe Bwana, ninatanguliza rehema zako Yesu, asubuhi ya leo Bwana, asubuhi ya leo Bwana, acha rehema zako zikanitengenezee nafasi, acha rehema zako zikatangulie kwenye mahitaji yangu ya rohoni na mwilini, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, ninakutanguliza Bwana, ninakutanguliza Yesu ninakutanguliza wewe Bwana, tangulia mbele yangu Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo. Ee Bwana, ninamimina rehema zako kwenye asubuhi ya leo Bwana, asubuhi ya leo Bwana, inamimina hizo rehema zako, acha hiyo damu yako takatifu ikanene mema Bwana, ikanene mema Yesu. Asubuhi ya leo Bwana, ninasogea msalabani pako, ninasogea Bwana pale msalabani ambapo uliangikwa Bwana kwa ajili yangu, ulijitoa kwa ajili yangu kwa ajili ya makosa na dhambi zangu, ninasogea Bwana ninasogea msalabani pako kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo ninatangaza hizo rehema, ninatangaza rehema Bwana kwenye siku hii ya leo Bwana, ninatangaza rehema zako Bwana kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo. E Bwana, nasogea mbele zako. Neno lako linasema ya kwamba kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na mimi asubuhi ya, ya leo Bwana, ninakutanguliza wewe, Roho Mtakatifu, wewe ambaye unanisaidia katika madhaifu yangu. Tangulia mbele yangu, ukanitengeneze njia, ukanisaidie kwenye mahitaji yangu, ukaniongoze, ukaniuishe upya kwenye mahitaji yangu ya rohoni na mwilini. Roho Mtakatifu simama, Bwana Roho Mtakatifu simama dara yangu ukanitetee, ukaniongoze, ukanisimamie. Ninatangaza uwepo na nguvu zako. Asubuhi ya leo ikajae rehema zako, ikajae nguvu zako, ikajae uweza wa roho mtakatifu, ikajae kibali. Chochote nitakachokifanya, chochote nitakachokigusa, iwe ni biashara, iwe ni kazi, iwe ni namna yoyote ambayo inayofanyika kupitia mikono ya kikafanyike kwa baraka zako, kikafanyike kwa mwongozo wako. Roho Mtakatifu chukua nafasi, Roho Mtakatifu chukua nafasi. Niongoze Bwana, nisaidie Yesu, simama mwenyewe. Siwezi neno lolote pasipo wewe Bwana, siwezi jambo lolote pasipo wewe Bwana. Ninaomba uongozi wako, ninaomba uongozi wako. Simama mwenyewe Bwana. Ninaenda kinyume na chochote kinachoingilia ratiba zangu siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, kazi zote za shetani zinazoingilia mamlaka yote ya kwako Bwana, ninazikataa asubuhi ya leo, kati katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, wewe Bwana ukasimame tamalaki, mwenyewe Bwana simama mwenyewe Bwana kwenye njia zangu, kwenye mipango yangu, kwenye fahamu zangu, ukasimame wewe Yesu kwenye utumishi wangu, ukasimame wewe Bwana, ninakutangaza wewe tu, ninakutangaza wewe tu Bwana, simama Jehova, simama Yesu, simama Bwana maisha yangu, ukaguse kazi zangu, ukaguse Bwana hata masomo yangu kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, ninaomba kibali chako, ninaomba kibali chako kikawe juu yangu, neema yako ikawe juu yangu, upendeleo wako ukawe juu yangu. Ninakataa kazi zote za yule mwovu ibilisi kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo. Kwa kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ninakusimamisha wewe, nina simamisha wewe kimbilio langu, ninakusimamisha wewe mwamba wa maisha yangu. Simama Bwana, simama Yesu, kwa ajili ya utukufu wa jina lako, kwa ajili ya utukufu wa uweza wako Bwana. Ninakualika wewe tu Yesu, kibali chako Bwana kikawe juu yangu, huruma zako Bwana zikanitetee, ukatembee pamoja nami Bwana, acha hicho kibali kikasimame badala yangu, kibali Bwana ukanipe kukubalika mbele za watu na mbele zako Bwana, ukanipe kukubalika kwenye biashara yangu, ukanipe kukubalika kwenye kazi zangu, ukanipe kukubalika Bwana hata kwa mabosi zangu Yesu, ukanipe kibali Yesu, ukanipe kibali Bwana, rabababa yanda rama kolebo liko shiketeli enterema rama sakata rabababa leke sheke telimayandarama rama mama yendele makorebo simama mwenyewe Bwana simama mwenyewe Yesu, ninakutangaza ninakutangaza, Bwana kibali chako Bwana kwenye familia yangu, kibali chako Bwana kwa watoto wangu, kibali chako Bwana kwenye kila ninachokifanya. Yesu, ninakualika wewe tu Bwana, simama, Mungu wangu, naamini ya kwamba nitaenda kuona wema wako, nitaenda kuziona fadhili zako, nitaenda kukuona wewe Bwana ukitenda mambo makubwa ukigusa maisha yangu ukigusa afya yangu ukigusa uchumi wangu ukigusa kazi yangu ninaenda kukuona Bwana, ukinipa watu Bwana, siku ya leo ukinipa Bwana wale wasaidizi wa hatima uliowakusudia kwenye maisha yangu, ninaomba Bwana ukanikutanishe na watu sahihi, ukanipe watu sahihi Bwana siku ya leo nikakuone Bwana kupitia hao watu ulioandaa kwa ajili yangu kuweza kunitoa hatua moja kunipeleka hatua nyingine. E Bwana, e Bwana, simama mwenyewe Yesu. Ninaomba ulinzi juu ya siku ya leo, ninaomba ulinzi kwenye siku yangu ya leo Bwana, ninaomba ulinzi wa malaika Bwana, kwenye maisha yangu, kwenye kazi yangu, kwenye elimu yangu, kwenye biashara yangu, kwenye uchumi wangu, kwenye wenye fedha zangu ninaomba ulinzi wako Bwana, ninaitanguliza hiyo sadaka ya damu ya Yesu Kristo inayonena mema kwenye maisha yangu, ikanene mema asubuhi ya leo, ikanene mema siku ya leo, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo. E baba mwema, ninaomba ulinzi wako ukanilinde Bwana ninapotoka kwenda Bwana katika utafutaji wangu, ninaomba Bwana ukawe pamoja nami, usiniache Bwana, usiache hata hatua moja Bwana, kwa maana nitaangamia. Usiniache peke yangu Bwana, ninakuhitaji wewe tu Bwana. Simama mfalme, simama Jehova, siku yangu ya leo Bwana ikaongozwe na wewe. Ulinzi wako Bwana ukawe juu yangu, ukawe juu ya familia yangu, ukawe Bwana kwenye maisha yangu siku zote. Simama Bwana, simama Yesu, ninakuhitaji wewe. Mtetezi wangu ukawe mlinzi wangu, ukawe mlinzi wangu Bwana. Ninaikabidhi nyumba hii Bwana, nakabidhi familia yangu hii Yesu, ikatunzwe na wewe. Ulinzi wako Bwana ukawe juu yangu. Ninafunika Bwana kila ambacho nitakitumia siku ya leo, ninafunika Bwana hata vyombo vya usafiri yoenda kuvitumia Bwana, ninaomba vikafunikwe kwa damu yako takatifu. Ninavifunika kwa damu yako takatifu. Nina kataro za ajali katika jina la Yesu. Nina kataro za magonjwa katika jina la Yesu. Ninakataa mikosi na laana katika jina la Yesu Kristo. E Bwana uliye mwema, nitetee, ulinzi wako ukawe juu yangu, wewe ambaye unaniwazia mema, mawazo yako mema yakawe juu yangu kwenye siku ya leo. Bwana, ninakukabidhi wewe kila kilicho changu, ninakukabidhi wewe tu Bwana. Simama Yesu, ukanitetee ukaniongoze. Bwana, ukanikusudia yaliyo mema Yesu, asubuhi ya leo na siku nzima ya leo. Simama Bwana, ninakuhitaji Yesu, pasipo wewe siwezi jambo lolote onekana. Bwana, ninakutukuza ninakutangaza ya kwamba wewe ni Bwana Asubuhi ya leo na siku ya leo, ninakutangaza ya kwamba mabaya hayatanipata, wala hakuna jambo lolote baya litakalogusa maisha yangu wala familia yangu. Ninakutangaza wewe tu Bwana, simama mwokozi wa maisha yangu. Simama Mungu wangu, simama Jehova Nisi. Ninakushukuru Bwana kwa ulinzi, ninakushukuru Bwana kwa kibali, ninakushukuru Yesu kwa neema hii. Naamini ya kwamba siku ya leo itajawa na furaha, amani, utukufu na rehema, Bwana, kwenye maisha yangu. Asante Bwana, pokea sifa na heshima. Nimeomba haya Bwana nikiamini ya kwamba wewe ndiwe mwamba na Mwokozi wa maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo amen.